Watu imefika wakati waanze kupay attention kwa jina la Peter Thiel. Huyu ni mtu muhimu sana katika yanayoendelea sasa hivi. Yeye ndo owner wa kampuni ambayo inajulikana kama Palantir, ina deal na mambo ya teknolojia especially AI. AI yake kama kuna watu washaikuwa na movie inaitwa minority report, ambayo <coughs> kulikuwa kuna software inaweza kupredict mtu atafanya kosa kabla ya kufanya kosa mm. Na hiyo AI ndo iliyokuwa inatumika na still inatumika na IDF dhidi ya wa Wapalestina, kuweza kumonita wanachokifanya na wanavyovifanya na uh, tabia zao na kila kitu, ila pia inatumika na uh, wanaita predictive policing kwamba inaweza ikapredict baada ya muda fulani utafanya kitu fulani. Sasa watu ambaye hawajui ni kwamba wanacollect data hizi simu na kila kitu juu zinatanya. Alikuwa anaongea na, na, na, na viongozi waandamizi wa, wa serikali ya Marekani, kama unaona hizo simu ulizonazo teknolojia hiyo yote ni ya kwetu, ni vipande vyetu. So, kuna mengine tushaona kwa jinsi wanavyo spy, wanaangalia kwenye simu yako kwanzia movement zako, una like nini, una like picha za aina gani, una visit site gani, unanunua nini, unatumia simu mara ngapi, ni sehemu gani. Kwa hiyo wanachukua ile, wanatengeneza profiling, wanaweza wakapredict kutokana na tabia yako, na wanapredict huyu, tukitaka tumtrigger tufanye hivi, au tukitaka kumwingiza kwenye sehemu fulani tumfanye hivi. Kwa hiyo inaitwa predictive policing. Hiyo inatumika lakini inatumika kwenye counterterrorism ya serikali ya Marekani na, na zingine. Ndio software inatumika na United States Intelligence Agency, hiyo Palantir. na inatumika pia na DOD, Department of Defense, ambapo sasa hivi imeshabadilishwa tena, sio DOD ni Department of War na vinginevyo. Kwa hiyo ni mtu wa muhimu sana, watu wanabidi waanze kupay attention. Yeye ni mmoja wa wale wanaojulikana kama PayPal Mafia wale uh, kama wanafahamika ambaye pia ni mwenzie na um, uh, Elon Musk um. Yes, ila Musk amekutokana na karakta yake na nini imempelekea kuwa mbele sana kuonekana sana ila, kuna mwamba yuko nyuma ambaye ndo anatengeneza vitu ana, ana, run, vitu from behind actually, kuna baadhi ya watu wamemwita the king maker mm. King maker kwa watu ambao wameangalia Game of Thrones uh, kina Jeffrey na wengineo wanaonekana kama wao ndo walikuwa wafalme ila waliokuwa wana run mambo ni kina Lannisters wale mm. Wale ndo walikuwa wana run vitu behind the scene financing ku majeshi na nini na kila kitu, kwa hiyo those wanajulikana kama king makers. Huyu ni mmoja wa watu ambao wanajulikana kama king maker, kwa hiyo ni mtu ambaye inabidi watu wa pay attention.